Mashabiki wa Simba sasa hivi hata ukija kukaa hapa tu ukiangalia jinsi ya Simba unaweza ukapita wawili au mmoja. Mtazamaji wa One Mic Channel, karibu kwenye kipindi cha chopa la michezo, ambapo tunakupa taarifa mbalimbali za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, sehemu ambazo tunakupa uchambuzi wa kina kabisa kuhusu masuala ya kimichezo. Tutakuwa na sehemu kuu mbili ambazo ni chopa la michezo uwanjani, ambapo wachambuzi wangu watakupa taarifa kwa kina kuhusu michezo iliyojiri. Lakini pia tutakuwa na naara ya mtaa, mtaa unazungumza nini kuhusu matukio ambayo yamejiri mbalimbali kuhusu masuala ya kimichezo. Niko na wachambuzi wa masuala ya kandanda yamapunda pamoja na Dennis, tukianza na yaliyojiri katika michezo Ewana baada ya kuleta kugoma, joto limepanda kuelekea dabi ya Kariakoo. Pale uwanjani wa Mani Complex, Yakubu Mapunda akianza kuzungumzia kauli ya Ali Shaban Kamwe, msemaji wa klabu ya Young Africans. Yeye amesema wa Arabu wanaondoka, tuna bahati ni kwa faida kubwa, tutakwenda kumalizana nao. Unafikiri ni nini hasa ambacho kinampa jeuri kuelekea mechi ya dabi? Uh, msemaji Ali Kamwe ni kikosi chake cha Dar es Salaam Young Africans na mfuatano wa mechi kadhaa zilizocheza mpaka sasa. Yanga na Simba wamekutana katika mechi zilizopita, Young Africans ameibuka mshindi, sio, anaibuka mshindi, ameibuka mshindi kwa kucheza mpira mzuri, na ukiangalia current performance O sea, Simba, sana. Ni, ni, ni mzuri, ila, kwa Simba sio mbaya sana, ni nzuri, ila ukitazama muunganiko wa Yanga wanaoongoza wapo, wanacheza kopa, wana chemistry nzuri kwa kuelekea katika daraja ya Kariakoo, na ukiangalia Yanga alivyotoka katika mafundi, na Simba ni tofauti kidogo Yanga amepambana, alivyopambana kundi liko gumu kwa walisi, amepambana, ameishia nafasi ya tatu. Ila Simba amepambana, kundi lake alikuwa gumu, hivyo wala laifu, ameishia nafasi ya nne. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya Dar es Salaam Africans na Simba, kukula, anaonesha kwa anaonesha kwamba pale moja kitashindikana na kweli kitashindikana pale hapo. Uh, Daily Suiza eh, bwana ukiangalia kikosi cha Simba, sajili walizofanya kwenye mechi ndogo, akina akina, kuonekana moja kwa moja wachezaji ambao wamewasajili wameingia kwenye kikosi cha Simba na wanafanya vizuri. Mm. Ukiwasikiliza sasa mashabiki wa klabu ya Simba wanapata matumaini makubwa sana kuelekea Dar. Una wewe unakiona, kitu gani kipi ambacho kinaweza kutokea kwenye mchezo wa machuano moja?